Kosa gani kubwa watu hufanya kwenye mitandao ya kijamii? Kwenye mitandao ya kijamii, kati ya makosa makubwa ambao anaofanya, mimi naongelea wafanyabiashara, siongelei so watu wa kawaida. Kosa kubwa ambalo watu wanalifanya kwenye mitandao ya kijamii ni kutaka kujifanya wana akili timamu. Engo kubwa wanayojua ni ku criticize kwa kujifanya wao wana akili timamu. Kwa namna gani? Badala ya kujenga personal brand yako na kusimamisha vitu vyako, kazi yake unasimama na, na kuanza kumponda mtu mwingine go in go in, wewe ni mfanyabiashara, unataka kutengeneza personal brand, unataka ndaka utengeneze content kama mwendo wazimu. Tengeneza content kama mwendo wazimu. Unaposti mara moja, ah, post sana, sitaki kuposti, unajifanya hivi, i don't want to do too much. Ana post content moja kwa siku. Una post content moja kwa siku na nini mfanya biashara? Unafikiri uko hapo kufanya fashion show? Wewe sio mtu wa fashion show. Wewe ni mfanyabiashara. Mfanyabiashara ana post content moja. Kama una post content moja na mfanyabiashara, nikutaka kujifanya uwe na akili wakati hauna. Nikutaka kujifanya ni smart wakati sio smart. Wewe ni mfanyabiashara, una post content moja. Nani atanua biashara?